Tmankuwa ujambo na ni mzima wa kiafya. Sasa leo nina hii dawa ambayo ina mchanganyiko zaidi ya dawa sita ama saba. Uh, ni dawa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto ya nguvu za kiume kwa wale wanaume wenye tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, basi hii masculine power ina uwezo wa kuweza kumaliza changamoto zako. Kwanza ina mchanganyiko zaidi ya dawa sita mpaka saba. Ina mchanganyiko ya maua ya chikichi, maua ya tende, giligilani, abdalasini ya unga iliki eh, pamoja na ambat saura. Sasa hivi vyote vipo humu vimechanganywa eh, na kuweza kuongezewa dawa zinginezo ambazo zina uwezo kwa ajili ya kuweza kumaliza changamoto yako ya upungufu wa nguvu za kiume. Kama una changamoto hiyo ya upungufu wa nguvu za kiume, yani unawahi kumaliza wakati wa kushiriki tendo la ndoa, basi dawa hii ina uwezo wa kuweza kumaliza changamoto zako zote ambazo zinazoweza kukusumbua. Sasa kama una uwezo kushiriki mara moja na unashindwa tena kuendelea mara ya pili, ama unaweza kwenda mara moja lakini unachukua muda mrefu kwenda awamu ya pili eh? Au unaweza kwenda mara moja lakini unakuwa unawahi kumaliza, unaenda tena mara pili kwa muda huo huo unawahi tena kumaliza. Sasa hii dawa ina uwezo kuweza kumaliza changamoto zako zote hizi zinazoweza kukusumbua. Hii masculine power ina uwezo wa kumaliza tatizo lako na ukarudi katika hali nzuri kabisa. Sababu kuu ni tatu ambazo zinaweza kufanya wewe e, uweze kushindwa kuendelea ama uweze kushindwa kurudia katika swala la tendo la ndoa. Sababu ya kwanza kwanza utakuwa umepungukiwa na homoni ya testosterone. Basi dawa hii ina uwezo wa kuweza kuongeza homoni ya testosterone kwa haraka sana. He, na hivyo inaweza kusababisha kwamba kuongeza zile hisia za mwili wako. He, ukijikuta kwamba una uwezo wa kupaformu vizuri. He, una uwezo wa kuweza kurudia hata mara mbili au mara ya tatu. He, lakini pia ina uwezo wa kuweza kurudisha misuli iliyosinyaa Eh, misuli ya ume iliyosinyaa na kuweza kusababisha kwamba mwanaume wakati mwingine maumbile ya yake yanakuwa yananywea sana na yanarudi ndani kuwa madogo. Basi pindi utakapotumia hii dawa aina ya ma masuin power ina uwezo wa kuweza kurudisha yale maumbile yako kama yamesinyaa na yamerudi ndani, yakawa yako vizuri kabisa very Leo. Lakini pia eh, inaweza kurudisha vizuri mishipa ya damu isiyoweza kupeleka damu vizuri katika mfumo wa uzazi, na hii itakuwa inakusababisha visa vizuri, ili wewe mtiririko mm, wa damu uende vizuri katika mfumo wa uzazi na uweze kuperform vizuri na uweze kujikuta upo katika hali nzuri. Hii dawa ya masculine power basi inapatikana kwangu, popote pale unapohitaji unitafute, ili niweze kukupatia hii dawa na uweze ku tibu changamoto zako zinazokusumbua kwa zinazo nini. E, uteseke leo nakati dawa zipo sasa hmm? Hebu jaribu kutumia dawa aina ya mscurin Power ili uweze kupona tatizo lako, lakini pia ina uwezo wa kuweza kuongeza manii vizuri zaidi kwa wale wenye changamoto ya kuto kutungisha mimba. Basi unapoweza kutumia dawa hii, ina uwezo wa kuweza kurudisha zile manii zako, na na kuweza kukuongezea zile mikia ambayo ilikuwa imeweza kupotea na kuweza kusababisha wewe urudi katika hali nzuri na uweze kutungisha mimba kwa haraka sana. Kama una changamoto hiyo, basi wone itafute mimi ni mtaalamu ambaye nakushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba, mtaalamu chief doctor. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Usisahau kunifollow, nitakufollow back, like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Usisahau kujua kwamba dawa hii ina uwezo kuweza kutibu mambo mengi sana ambayo mambo yote nilioweza kukuelezea, basi inaweza kutibu kwa haraka sana. Hivyo usisahau um, kama una changamoto hiyo, nitafute ili niweze kupatia dawa popote pale ulipo uwe ndani ya Dar es Salaam ama nje ya Dar es Salaam, mkoa wowote, ama nje ya nchi pia. Unaweza kuipata hii dawa kwa haraka sana, na kuweza kujiria kuweza kumaliza changamoto zako zinazokusumbua. Nikutakia siku njema, nikutakie kila la heri. Asante sana.